Moja ya taarifa zetu tulizokuletea hapa sawasawa digital ni kuhusu ile taarifa ya Mwangi Kimambi akiwa anamshauri Tanasha Dona kuweza kuondoa zile lip fillers midomoni kwake, na kitu ambacho mashabiki wengi wa Tanasha walikuwa akisubiri kuisikia, licha ya kwamba Mwangi Kimambi alimwambia, lakini pia mashabiki wengi wa Tanasha kupitia kwenye comments mbalimbali mbali ambazo bidada huyu walikuwa akijiposti, wao waliweza kutoa maoni yao juu ya kile ambacho Tanasha amekiweka. Wengi waliasema kwamba anatakiwa azitoe zim lakini wengine walienda mbali zaidi na kusema kwamba, akiwemo Mangi Kimambi, yeye alisema kwamba e, mtu si sahihi kufanya sajari mdomoni, ila unatakiwa kufanya sajari eneo lolote la mwili, ila si mdomoni, licha ya kwamba Tanasha Dona yeye alikuwa amefanya hizo lip fillers mdomoni kwake, lakini Mange Kimambi kwenye taarifa iliyopita nilikwambia kwamba alisema atachangia chochote kitu endapo Tanasha atakubali kuweza kutoa hizo lip fillers. Sasa kupitia ukurasa wake wa Snapchat msanii Tanasha Dona kutoka Kenya ameandika kwamba ameridhia kuweza kutoa hizo lip fillers mdomoni kwake na swala la kujiuliza kwangu mimi na wewe. Kama Mange Kimambi alisema anaweza akachangia chochote kitu kwenye swala zima la Tanasha ili kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Je, je sasa ameshakubali? Je, Mange Kimambi anaweza akafanya kile alichokiahidi. Lakini kwa upande wa statement ya Tanasha alichokiandika hapa ni kwamba inaonekana amepokea malalamiko mengi sana kuhusu kitendo chake cha yeye kufanya vile, kwa sababu hata statement aliyoandika pale ameanza na neno fine akaweka na alama ya mshangao, ni kama mtu ameshanyoosha mikono bwana, inatosha kwao. Amekubali na ameandika pale, amgona dissolve my lip fillers. So ni kitu ambacho Tanasha amekuja nacho siku ya leo, licha ya maneno mengi kuzuka mitaani, licha ya kwamba watu wengi sana kumuuliza kuhusu eh, kile kitu alichokiweka mdomoni kwake. So hii ni Sawasawa Digital, ni habari kiganjani mwako.